Bwana mdani huko kuna amani. Ujisikia amani kitu gani? Naye mwenzangu unaona, umetulia mwenyewe, unafundishwa Kiswahili, anakufundisha unaye. Haya baba tena unafanya nini? Usije ukamfundisha mwanangu vitu ambavyo havieleweki akaenda shule akakosa una kichwa gani bwana, wewe una akili gani hapo? Waweza kumchanganya binti yangu hapo, na umwache afanye mwenyewe. Mwanangu aasbaolea ami hapo, unajivunia eh? Hapo lazima ujivunie. Mtaani natoka, baadaye naenda vikoba. Sasa Matina, kama na shilingi elfu mbili ao sie, mazinga yangu ang, nitakulipa Yaani baba ulivyokosa haya aibu hata um, um, eti mama Matina ukienda aibu, we? So, nini, nini, wewe, hebu, uw, uko. na mazingira yangu uone aibu wewe, uoni hapo mbele ya mtoto, hebu kwendaga huko kama mazingira yako ikafanya mwenyewe toka na wewe. Dunia dunia. Dunia dunia. Dunia, hnu ah, dunia, dunia, mzee, toka asubuhi sijapata mteja hata mmoja hapa mnavyoniona. Kweli jambo hilo, toka asubuhi dada, watu sio amenyenyea sio amenijambia, hata sielewi hamna yeah. Yeah. Saluni zimeongezeka, niambie kwa madada, kuna udugu wangu hapo kati kafungua, yeah. Kuna shoga yangu mwingine tena yupo na like, ikafungua vile vile, kwa saluni hapa ziko nyingi, shoga yangu kwa hiyo hapa ninavyokuambia usiache mtu anayekanyaga kwenye saluni yako. Akija mtu na elfu mbili chukua, akija mtu na shilingi elfu tano chukua, yaani yeyote anaingia kwako, na shoga shoga yangu, unaelewa? Tena kidogo tena, si tukija hapa shoga yangu leo vipoda sio tunatoa mia tano toa mia mbili unamezea mezea Ongezo umekaa tu nafanya biashara ujiongeze. Udugu nitakutafuta. Ongea na watu. Nasemaje? Na kutafuta udugu. Siwezi mimi kulipata nuksi kwanza asubuhi mpaka jua linazama naenda kwa mamake sijapata shilingi kumi nyekundu. Nafanya mapema naaja udugu yupo babu. Na kuja bau na kuja shogangu, naenda unapokanyaga mimi nafukia. Fanya kama unaona. Karibu. Limeisha swala. Dunia dunia dunia dunia kubwa dunia Umekuaji umeita katika mazingira hayo mazingira ya yangu mimi so mazingira mimi hayo najua, lakini kwa natamani tukae sehemu kama hii tuongee, ndugu yangu. Unajua ile kazi ambayo umelipa ndugu yangu kikweli, kazi na kipindi kile kikweli nimefanyia kazi, labda nimejitahidi kadi ya uwezo wangu, na imani atakuja kukuelewa. Unajaribu kuongea naye mke wangu. Anaweza kabadilika kweli? Bora. Hata mimi nikwambia kitu kimoja ambacho wewe unashindwa kukielewa kwa wanawake. Unajua wanawake wana mambo mengi sana. Ila mimi nakushauri hiki. Amefanya kama kingetokea kitu. Yaani hata kama anarudi nyumbani na mazingira yake fanya kama kingetokea kitu, uendelee kumzingatia ndugu yangu. Umeelewa hapo ndugu yangu? Uh, okay, well. Mi kidunda kwanza ni kushukuru sana ndugu yangu, kama ulivyo kwa mdomo wako. Kwa mke wangu umezungumza nayo, namenji pia anaweza hiyo, ndugu yangu. Sawa. Ndio lazima nikushukuru kwa sababu miongoni mwa watu ambao wanaweza kujenga ndoa yangu ndio kama wewe. Yote tusubiri matokeo yatakuwaje. Ah, mimi najua najua ndugu yangu sehemu <laughs> kama hizi inakuwa hawezi kupatikana, ila mimi nimejipia sema sasa kusimamjua so, shemeji yako kwa mkorofi kwa sehemu kama hizi ndio sehemu nzuri, hawezi kujua nani anamwelekeza chochote mpaka afike hapo ah

Nimekaa nimefikiria, <laughs> nimeona nimekunyanyasa, nimekutukana, nimekudhihaki, nimekudhalilisha kwa majirani, mume wangu, barabarani kote, lakini <laughs> mume wangu, nimekaa nimeka, nimefikiria, <laughs> nimeona turudishe furaha ambayo ilipotea, amani ambayo ilipotea nahitaji maisha ya zamani mangu, maisha yenye furaha na amani mangu. Naomba unisamehe kwa yote ambayo nimekufanyia, nimekuzalirisha sana, baba wangu mangu. Naomba rudisha moyo wako, rudisha moyo wako nyuma, mangu Kumbuka tulipotoka mimi naumia sana, baba wangu, naomba nisamee mangu, nipo chini ya miguu. Ah, inuka kwanza. Kimekuta nini mke eh? Wangu mangu nimekaa nimefikiria yote ambayo nimekufanyia, nimekunyanyasa nimekutukana, nimeona turudishe amani ya zamani, maisha ya zamani, na kuomba babani, naomba nisamehe, kuwa na moyo huruma, na kuomba mume wangu <tikak> kusamehe kwa mmeungu kweli, kuwa umenisamehe na katika vitu ambavyo nilikuwa naviomba Mungu jambo hili litokee, hatimaye Mungu amesikia kilio changu. Nakupenda sana mama. Na nakupenda pia, nashukuru babangu, asante na kwa kunisamehe

Kwani Jaspa, ni mara ngapi ninakwambia kwamba mimi sitaki myself na wewe eh? wewe ni mtu gani? Unisikii, kama unahitaji kuongea, ongea hapa hapa mbele ya mume wangu mtarajiwa, baba mpenzi wangu, ila kunitoa hapa kwenda huko sikia. Aisha aya unaofanya leo, kuna siku moja utakuja kujutia. Nina hapa mbele za Mwenyezi Mungu. Unanikosea.